Usilie, nilikuahidi nitakushika mkono. Usilie bwana, usilie, nilikuahidi nitakushika mkono. Kuna kitu kidogo hapa nikusaidia nacho, kitu kidogo hapa nikusaidia nacho. Najua kipindi hiki mambo sio mazuri sana hmm. kidogo hapa nikusaidia nacho. Fikiri hii kidogo ambacho niko nakupa. Ile nyingi itakuja, alafu eh, ukishatoka eh. Hizi ni hela za mavazi kanananguo kwa ajili ya shooting zako za so. Tukimaliza uh, tukimaliza kushuti, kushuti video uh, nikitoka Dubai nende Dubai, nikishatoka Dubai nafikiri safari yangu ya Marekani na ya Canada tutenda wote ah! yes,

saidia. Kwa hiyo nikisha maliza hizi safari zangu, kwa hiyo guys, naomba mjiandae kwa ajili ya kumpokea Borapa anakuja kwa mara ya kwanza, na wimbo wake wa gospel utakuja muda sio mrefu, na pia tapanaye anaye tua yanga ya Canada, naenda naye yanga Marekani, ina inaenda naye so get tuned. Kuanzia leo Borapa hatakuwa wa kawaida tena, yule mliyemzoea ameshafika kwa babake na manabii, hataonekana vile ambavyo mmemzoea. So nimempokea ngoja tuone kila ambacho kitafanyika. Mungu awabariki. Kuwa na amani, kuwa na amani, kuwa na amani. Kuwa na amani. Ah, tupoke pesa zako leo.